Washukia watatu waliofikishwa mahakamani kwa kuhusishwa na mauaji ya mbunge wa Kasipul Ong'ondo Were watazuiliwa rumande kwa siku kumi na nne. Mahakama ya Kibra iliamuru washukiwa wazuiliwe baada ya mshukiwa mkuu Ebel Ochieng' kutishia kumuua mwendesha mashtaka wakati kesi ilikuwa ikiendelea kortini hii leo. Wakati huo huo, washukiwa wengine kwenye kesi hiyo walifikishwa kwenye mahakama tofauti jijini Nairobi, kama anavyotuarifu Franklin wala Wasiwasi wasi ulitanda katika mahakama kuu ya Kibera pindi tu mshukiwa mkuu wa mauaji ya mbunge Charles Ong'ondo Were alipotangaza mahakamani kwamba angemuua afisa anayeendesha mashtaka aliyekuwa akipinga kuachiliwa kwa mshukiwa huyo kwa dhamana. Matamshi hayo kutoka kwa mshukiwa Ebel Ochieng' anayechunguzwa kwa mauaji haya yalishangaza mahakama kwa kiasi kikubwa na kuacha waliokuwa mahakamani vinywa wazi, huku maafisa wa usalama wakiitwa kuimarisha usalama One of the Matamshi ya mshukiwa huyo yakimfanya mwendesha mashtaka Ellen Mulama kuondoka mahakamani kwa ghafla, ikidaiwa huenda aliogopa baada ya kutishiwa maisha. Matukio hayo yakampa jaji Diana Kaveza nafasi bora kuwanyima washukiwa wote watatu dhamana na kuamuru wazuiliwe rumande gerezani Nairobi kwa wiki mbili.

Kesi yao itasikizwa tena tarehe 17 mwezi huu baada ya kufanyiwa uchunguzi wa kiakili. That he is mentally okay. Wengine wanaohusishwa na kesi hii ni Isaac Kuria na Alan Omondi Ogola aliyekuwa mlinzi wa Mbunge Were ambao watazuiliwa rumande Kamiti mpaka tarehe 18. Mshukiwa mwingine Amos Barasa alifikishwa mahakamani JKIA na kuzuiliwa kwa siku saba. Aidha, washukio wengine Douglas Mushiri wa Mbugu, David Mihigo Kagame na Ali Juma Haikal wanatarajiwa mahakamani kesho. Uamuzi wa mahakama hivi leo umetoa fursa kwa pande zote mbili kutetea kesi yao kwa siku zijazo, huku maafisa upelelezi wakisema uwezekano wa baadhi ya washukiwa kuwa mashahidi kutawafaa katika kesi hii. Franklin Wala, runinga ya Citizen, kutoka mahakama ya Kibera, Nairobi.